When no one was. And I wanna give you attention But they affection and I feel not yes, heavy. naitwa Hevigirl anakwambia, uh, it's okay, sindio? Uh-huh. ni moja ya ngoma ambayo inapatikana kwenye EP yake ambayo inaitwa Hevi, yani kama uh, alivyo ye mwenyewe Hevigirl na ngoma zake kwenye EP yake hiyo ambayo aliachia March 21, 2025 ambayo aliita jina la Hevi, na kweli EP yake ukiangalia, mzee wangu, iko heavy kweli kweli. Ni EP ambayo ina ngoma takribani tano, ngoma ya kwanza ikiwa ni Lonely, aa, ngoma ya pili ikiwa ni It's okay, ngoma ya tatu My Rider, ngoma ya nne Only You na ngoma ya tano inaitwa Jam. Mona sasa, kutoka chimbo leo, tukaona kwanishi ngapi tukimcheki mwana dada ambaye sasa hivi anakuja kwa kasi kubwa sana sana sana sana, na imekuwa ni kilio cha muda mrefu sana, tukilalamika kwamba hatuoni wakina dada wakifanya vizuri kwenye mziki wa bongo flavors ndio, mm-hmm. Sasa Hevi Girl man amekuja na staili yake ya kipekee sana ukimsikiliza hivi unaweza kusema kama ni mwanadada fulani hivi ambaye labda anatokea pale uh, Lagos, Nigeria. Umeona yeah, we eh? e, right? ukasema mbona kama vile nimemmsikia simi hivi eh, mbona au, kama kuna uguchi uguchi kwa ndani yake kidogo hivi? <laughs> umeona? Lakini ni mbongo, si ndio? Yeah, yeah. Sasa tumeweza kupiga naye story kwanza kabisa aweze uh, kutuambia uh, kulikuwa na ugumu wa kiasi gani wakati anaandaa EP ya Hevi, EP ambayo ya mapokezi yake yamekuwa ni makubwa sana. Ugumu ulikuwa kwenye uchaguzi wa nyimbo. Ilikuwa uh, ngumu sana, unajua unahitaji kuchagua idea kali, nyimbo nzuri, mtu yani akianza kusikiliza one mpaka five asiwezi kuskip oh, hiyo ndio ilikuwa changamoto sana kwangu ambayo ilikuwa ok. Sawa, sasa pia tunapenda kujua kwamba unazungumziaje uh, mapokeo ambayo au mapokezi ambayo uh, ulioyapata baada ya kuweza kuachia EP yako hiyo ambayo umeipa jina la Hevi. Am, um, yamenipa moyo mkubwa sana. Kila comment play na support imenifanya nijue niko kwenye njia sahihi na kunisukuma kufanya kazi zaidi. Okay. Ah, uh, ukisikiliza uh, EP ya ya Hevigirl, uh, kila ngoma ni kali. Yeah. Lakini mi naamini yeye uh, binafsi ana nyimbo yake ambayo anasema bona hii ndiyo favorite kwangu. Yaani mimi hii ndio nyimbo yangu pendwa kwenye hii EP yangu. Je, kwa upande wako wewe ah, uh, ni nyimbo gani ambazo unahisi una unasema kwamba nyimbo hii bwana ndio nyimbo pendwa kwako? Nyimbo ambayo nimpendwa kwangu ni Jam. Hii ngoma ni personal sana kwangu, ina reflect jioni yangu na ime inspire hata mi mwenyewe. Ok, sawa, amesema Jam mone, lakini uh, nyimbo zote ni nzuri, lakini kuna nyimbo ambazo zimeonekana zimeenda viral sana sindiyo, Jam pamoja na It's okay, sindio? Mm. Sasa tunaweza kumuuliza kwanza, idea ya It's Okay ilikuwaje? hapa kwenye hiyo It's okay. Hili kuwaje, kuwaje, Idea ya it's okay, idea ilianza kwenye real life, emotion maumivu, lakini pia matumaini. Ina meseji ya kwamba hasahasa, kwenye mahusiano, anajua watu wengi wanawaacha wapenzi zao ghafla ghafla, you know. umemfanyia vitu vingi sana, umepambana kwa ajili yake, lakini mwisho wa siku anakuja anakutupa anakuacha, ndio maana ya hata it's okay. It's okay, kama Umeniacha lakini it's utapata okay, tapata mwingine I mean. <laughs> Okay, sawa. Uh, 2025 umeanza yeah, kwa nguvu sana. Je, umejipangaji kuhakikisha kwamba huu mwaka umeuanza vizuri na unaumaliza vizuri? Asante sana kwa support yenu na 2025 ni mwaka wa kusukuma mipaka, tusonge pamoja and big things coming soon thank you so much. Okay, alikuwa ni Hevigirl mwanadada uh, wa Kitanzania ambaye sasa hivi lazima tumwangalie kwa jicho lingine la tatu, yes, kwa uwezo ambao yuko nao na kwa aina ya mziki ambao anaufanya. uh, tumelalamika sana, malalamiko yamekuwa ni mengi sana, hatuwaoni wakina dada si ndio? Yes. Sasa huyu ni mwanadada ambaye naye pia kama akipewa sapoti ya kutosha, tukimsupport, tukimwezesha, basi anaweza na mimi naamini hapa kwa Hevigirl grammy itapatikana hapa mzee wangu, yeah. aona lipi la kusema ya yeah, kwa kwa upande wangu mimi nazungumzia kwamba kwa jinsi anavyoimba, uh, mwonekano wake pia ana sound good. Mimi nikimwangalia uh, ni mmemreti zaidi au mmemfananisha zaidi na wasanii kutoka Nigeria, lakini mimi naona combination yake akija ya kusimama na uh, Fina atenda vizuri sana kuna kina Konda, atenda vizuri sana kwa ameingia vizuri sana kwenye game na isokeni ngoma ambayo of course ina, inaonyesha na inadefine kwamba yeye ni msanii okay, wa namna gani. Licha ya kwamba kuna ngoma nyingi, lakini it's okay inajaribu kumdefine kwamba ni mwanamuziki wa namna gani. Namuona akifika mbali sana baada ya muda mfupi eh, ndani ya game ya muziki okay, sawa. DJ Rush, wewe ni mtu ambaye kila siku unacheza na watu mbalimbali ambao amba wanapenda burudani kwa kwenye club na vitu kama hivyo. Hapo hivi ukipiga tu goma pale la Hevigirl, uh, mapokezi yanakuaje kwanza, kwa mashabiki ile vibe ikutosha? Ah, of course ngoma ni kali. Okay. Kifupi ya ya zake ni kubwa na kwa zinaonekana. Ukiangalia Koyo... ok, miondoko yake ni ile afrobeats ya West Africa okay. Yake yani ya imesimama imesimama so, hizi hizo nyingine za bongo ah, hey. Tofauti kabisa international kabisa, yeah, yani, yani. Kabisa yani, kusa kama hapa kuanzia kuanzia production pale Bboy beats studio kuanzia okay. Okay. Imesimama mpaka vocals mwenyewe mtoto hivi hivi kama kama kama zote yani. Yani kama temzi eh. Kama hivo Yani, kama tukimwangalia tuki kama vile kuna grami fulani inakuja hivi yeah, au unasemaje mnyalapi? <laughs> yani yani, mimi nikimwangalia Hevigirl naona kama vile kuna ka grammy hivi yani, kuna grami fulani inakuja bongo yani yeah. unogu... kama tukimpa tuki support ya kutosha na no, bongo kubwa ni kweli tuna. Bt yenyewe tuna, eh. Ilikuwa ile ya revani mimi choice nini sijui. Changamoto kubwa ya ya wasanii wengi unakuta uh -huh. Hawana consistency anaweza kama okay. Ameanza vizuri, tumempokea vizuri na support tunaitaka, lakini ile consistency kwamba yes ataweza kuwa na consistency muda mrefu okay. Aka maintain kile kitu ambacho anacho hicho, ndio ambacho sisi tunazidi kukitizama kwa kwa wasanii ben... wetu. yes, yes, yes, basi sawa yes. Sisi tunakuomba Hevigirl, naamini salamu hizi zitakufikia kwa niaba ya wana the Smash, mapinduzi ya burudani, tunaomba uwe na consistency ya hichi ambacho umeweza kukianzisha huu, yeah. moto ambao umewaka sasa hivi uwake uh, zaidi ya hapa. uh -huh. au unasemaje jamani? yes, it's okay. e bwana, leo kutoka chimbo tulikuwa na mwanadada ambaye anaitwa Hevigirl na kwa juhudi zake na uwezo wake mkubwa na mapokezi yake makubwa na kupanua wigo wa fan base yake, tukaona sokesi sana, tukaweza kumcheck na kuweza kupiga na story. Nyimbo zake zinapatikana kwenye all digital platform. Ni mwanadada ambaye anahitaji sana msaada wako wewe sasa hivi uh, ndugu msikilizaji ambao umetuni 102.7 Voice FM na unasikiliza mapinduzi ya burudani, tukiwa tukimwezesha dada yetu huyu tukimsupport, uh, basi mimi naamini tutafika kwenye nchi ya ahadi, si ndio? Yeah.